Asubuhi tulivu, tumekutana na Dosa hapa kuzungumza kitu ambacho kinajadiliwa sana mitandaoni. Hatima ya mchezo wa dabi ya tarehe 15 iko vipi? Jana tuweza kushuhudia kikao kilichofanyika pale makao makuu ala, na majibu yakatoka hivi na watu wakataka mambo yao wa manne yatekelezwe, ikiwemo bodi podi kuwa huru na watu wengine kuondoka ndani ya chama cha mpira ili kuacha utaratibu eh, mwingine kufuata. Dosa, mambo vipi? Ah uh, namshukuru Mwenyezi Mungu, mm. Mungu amenipa tena uhai namshukuru sana mm -hmm. Ndugu zangu wa Bipo TV mm. Sony TV Chapesa M15 nimefurahi sana leo kukutana na ninyi mm -hmm. Ni fahari kwangu, lakini na nyinyi pia naamini ni fahari kwenu kukutana na mimi. Mambo ni mengi mm -hmm. Mambo ni mengi sana na mambo yote yameletwa kwa sababu ya mechi ya Simba na Yanga. Sakata ni kubwa na sakata lilipofika ni kubaya. Sakata ni kubwa. Ndio. Na sakata lilipofika ni kubaya, sawa sawa? Ndio. So, nyinyi ni mashuhuda, tushawahi kusema sana na tutasema mpira wa nchi hii haukuanzishwa kwa sababu ya mpira wa miguu. Mpira wa nchi hii umeanzishwa kwa sababu za kisiasa. Na ndio maana leo wanasiasa wanaamua kupanga matokeo. Na ndio maana leo viongozi wa kiserikali wanaamua kupanga mambo yao. Haiwezekani kama mechi moja inasumbua watu zaidi ya miezi mitatu. Lakini Dosa, hichi kitu ambacho kilichofanyika jana, kuwaita Yanga kuwasikiliza nini wanachokitaka, wanacho auone ili bidii ifanyike muda, ndo maana nikasema uh -huh. Sakata lilipofika ni kubaya. Bodi ya ligi ili jambo walikuwa wanalijua mapema uh -huh. na walikuwa wana nafasi wa kulimaliza ilijambo mapema. Tunaweza tukajiuliza bodi ya ligi imefikiria nini mpaka ikawaita Yanga siku za jioni? uh -huh. Kama walikuwa wanahitaji haya mambo wangeita mapema. Yanga hajaanza kuimba leo, atuchezi huu hu wimbo watuchezi hatuchezi, mpaka mtoto aliozaliwa juzi pia na uwimba kwamba umesha kaa kwenye vichwa vya watu a, mmeshangaa? Mimi nimeshangaa juzi nimeona watu wanacheza maulidi wametunga kaswida ya nyimbo hatuchezi siku ya Idi uh -huh. video zinatoka watu wanacheza dufu kwamba hatuchezi lakini ni jambo la kufikirisha kwa viongozi wetu wa kiserikali. Wakati jambo hili linaendelea kuwa kuwa ni shida kwenye vichwa vyetu, kuwa ni tabu kwenye mpira wetu, jambo likapelekwa bungeni, nyinyi mlikuwepo. Tumelipeleka bungeni tukiamini bungeni ndo sehemu salama ya kutatua migogoro, ndio sehemu salama ya kutunga sheria zetu si ndio? Mbunge anapewa jukumu hili la kulitatua, naye anaimba kwenye bunge, hatuchezi hatuchezi hatuchezi, wengine mtacheza. <laughs> na huku upande wa pili wabunge wanakuambia mtacheza kama mtaki, sijui mtafanywaji. Ni mambo ya kihuni kabisa, lakini ni kwa sababu mpira wa Tanzania haukuanzishwa kwa maslahi ya mpira wa miguu. Mkisoma historia zaidi mtakuja kugundua zamani wakoloni wakuwa hawataki watu kukaa vikundi. Mm -hmm. Sijui, <laughs> mnanielewa? Uh -huh. Haya mambo nyewe yamu ya muyajui. Lakini nimeshakana wazee wazee wakaniambia uh -huh. Mpira wa huu wetu haukuanzishwa kwa sababu ya maslahi ya mpira wa miguu, ulianzishwa kwa sababu wakoloni walikuwa hawataki watu wakae vikundi kwa vikundi Ah. Sio maneno mazuri. Kwa hiyo Watanzania wakaamua kuweka vikundi kwa ajili ya kutengeneza slogani ya mpira wa miguu. Ah, ndio likaletwa neno, siasa zaki. Na ndio maana leo Uh-huh. viongozi wa shirikisho hawana nguvu kwenye mpira wetu kuliko wanasiasa ndio a ndugu yako tu t yule ni mzee wangu wa nyumbani kabisa, lakini kwenye hili amezidiwa. Na sio jambo geni. Uh -huh. Yaani jana mmemmsikia afisa mmemsikia afisa habari wa Yanga Alikamwe anasema ya uh -huh. kuna kiongozi mkubwa serikalini. Si ndio? Kwanza, uh -huh. kiongozi mkubwa wa serikali ni nani? Msiseme hapo mtaingia kwenye mashaka. Msitaje. Wewe sema tujue sasa. Kiongozi mkubwa wa serikali anajulikana. Ah, uh -huh. unataka <laughs> kusema nani? Nataki kusema mtu msijeika <laughs> <laughs> E Eh, Ali kama anamjua, na bodi ya ligi wanamjua, lakini haya mambo sio mara ya kwanza uh -huh. kuna nyakati za nyuma uh -huh. Mkuu mkoa mmoja alikuwa ni shabiki na mwanachama wa Simba alikuwa anakaa mpaka kwenye benchi na anapanga matokeo. ha, ha. Halikuwepo kama najua nimestadi mambo mengi kwa ajili ya kutaka kufahamu mpira wetu, si ndio? Unajua, kwa kutaka kujua nini chanzo cha mpira wetu kuwa maafa. Okay, na ushawajua watu, yupo mkoa mmoja hapa uh-huh. alikuwa anakaa kwenye technical staff ya Simba. Okay, yupo ah. Kwa kwa nini unaniambia sasa hivi, makali hapo kwa Simba na ndo maana niliwahi kuzungumza na Bipo TV uh -huh. M15 uh -huh. yanga wana haki ya kulalamika uh -huh. lakini yanga wanapaswa kufahamu uh -huh. waliokuwa kwenye shirikisho ndo wameshika mpini uh -huh. na hawa waliokuwa kwenye shirikisho ndo mashabiki na wanachama wa simba Wewe uh -huh. okay. hujui kama kidau ni simba. Asapo umeeleweka Wewe hujui kama wale skaria ni simba uh -huh. Wee hujui afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu TFF nani? M15 mjui Mario Ndimbo, hujui kama ni Simba? Asa? We hujui kama aliyekuwa mwenyekiti wa Coastal Union uh -huh. ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. <laughs> <Yes, umuto. laughs> Simba. Uh -huh. Na ili mimi nakwambia hakuna mtu yoyote uh -huh ambaye ana vinasaba na Coastal Union na wafuasi wa Simba Sports Club. Na ndo maana Yanga kwenye matakwa yao makuu manne wakawataja wale watu vyoo vitatu ving'oke na bodi, weuu. Na wale watu wakutajwa kwa bahati mbaya na hawakutajwa tu kwa sababu wapo kwenye shirikisho, wametajwa kwa sababu wao wao ni wanachama na ni mashabiki wa Simba lakini sio hivyo tu, wana historia kubwa na Simba Sport Club na jana mm -hmm. Wakaongeza kwamba watu wacheza mchezo wa fainali ya saradibi mpaka walipo hela zao na TFF ni aibu. Mambo haya tulikuwa tunayajua atafanywa na Mungu kwa sababu ni mdogo mm -hmm. Mambo haya tulifahamu atafanywa nani Ihefu kwa sababu ni mdogo, si sindio? mm -hmm. Kagera kwa sababu ni mdogo mpaka Yanga na kuja kunyimwa pesa mwaka mzima uh -huh. Sasa unafikiria kuna mpira tena hapo? tutayajua mengi kwenye lisakata uh -huh. tutayajua mengi na amesema anataka kufumbua moja moja nimesema hivi uh -huh. kaeni kwa kutulia, tutayajua mengi uh -huh. na lingine na litabiri ipi linalokuja, unajua uh -huh. bodi ya ligi imejichanganya sana. Mm -hmm. sana bodi ya ligi imejichanganya kwa kiasi kikubwa. Bodi ya ligi imejichanganya vibaya mno, imechanganyikiwa ah, imejichanganya. Sitaki kunipeleka huko <laughs> imejichanganya mm -hmm. Mwanzo <laughs> walikuja wakasema mm -hmm mechi itachezwa itachezwa. Nikasema kwa, kwa maslahi maslahi maslahi ya mpira wa miguu mechi itachezwa kwa maslahi ya mpira wa miguu, nielewe vizuri, sio kwa maslahi ya TFF, sio kwa maslahi ya Yanga, wala sio kwa maslahi ya nani ni Simba. Nikasema hivi kwa maslahi ya mpira wa miguu wa Tanzania, uh -huh. kwa maslahi ya nchi ya Tanzania, mechi inapaswa kuchezwa. Ndivyo nilivyosema, very clear kabisa. Nilizungumza ukanyoka. Sikuzungumza kwa na interest na ya za Yanga uh -huh. Sikuzungumza interest, interest za Simba uh -huh. wala za bodi hii okay. Nimezungumza kwa, kwa kuamini uh -huh. mpira wa, wa kwetu hivi sasa umekuwa ni ajira. Okay. Oh, niungana na bodi ya ligi kufuata ratiba si ndio? bodi ya ligi simpaka jana amesema mechi ipo si ndio? Afande nilegeze kamba yo inaitwa si ndio? hey. hey. hey. <laughs> <laughs> ule ule hey. kaimba nani? <laughs> Si yule mkiwa na simu Ndo Zuchu, hafana hafana nilegeze kamba. Eh. <laughs> kuna kesi nyingine za kusingiziwa. Ah, okay. Bodi ya ligi. uh -huh, wali kupitia afisa habari wao mm. alisema tiketi walizozitumia walizozikata tarehe nane uh -huh, watakuja kuzitumia tarehe kumi na tano wakimaanisha mechi ipo si ndio? uh -huh. lakini unajiuliza uh -huh, kuna baadhi mashabiki walikata tiketi wakaingia uwanjani na hivi sasa Watanzania tumeendelea tuna mfumo mpya kuingia uwanjani kimaanisha N-card. Ukiskani na kuaskani ni tayari, si ndio? Ndio. Jiulize wale, tunawauliza swali la kwanza, bodi ya ligi. Ndio. Wale wale kwa scan ni kwenye zile siketi watafanyaje, la kwanza? Ndio. Lakini la pili tunawauliza bodi ya ligi, si ndio? mm -hmm. Kamanda kanda maalum ya Dar es Salaam, kimaanisha Mzee Muriro mm -hmm. alisema hali ya utulivu ni shwari mm -hmm. hali ya amani hiyo, si ndio? Eh, ni nini? Ni shwari. Bodi ya ligi wanakuja kutuambia kwamba palikuwa na hali ya uvunjifu wa amani sindio, na viashiria vya, vya rushwa. Ukimsikiza mkuu wa TAKUKURU, atemeki, anasema, uh -huh. mba, vya shiria, vya wa TAKUKURU kanda ya Temeke anasema sisi hatujapokea taarifa yoyote tuliokuwa kwamba kuna viashiria vya rushwa. Taarifa zinakinzana. Bodi ya ligi utanisamehe, uh -huh. kwenye hili utanisamehe Una... <laughs> unawakataa <laughs> kwenye hili uh -huh. ni wazee wangu na wengine tunatoka nao mkoa mmoja Chamo Chanansoro anasema mkoa wa Tanga wote kazi yao kucheza baikoko, wasitaki kutuaminisha huku, si mnaelewa vizuri? yeah. Sasa unajiuliza why, kauli ya bodi ya ligi na kauli ya jeshi la polisi zinatofautiana, si ndio? unajiuliza why? Ka, nani kauli za bodi ya ligi mm -hmm. na kauli ya mkuu wa TAKUKURU kanda maalum ya Temeke ya mm -hmm. zina tofautiana. mm -hmm. Lakini Dosa, mimi nataka nikwambie, Simba walisema hawatoshiriki mchezo endapo wale watu watafaje, wataadhibiwa si ndio hivyo, yani watajwe, lakini pia wafaje waadhibiwa. Lakini jana pia wakatuma barua yao Simba kwa mkia leo, Simba wamesema mchezo upo pale pale na wana Simba Walokata tiketi wasubiri kuingia uwanjani, wengine wanasubiri utaratibu kuingia ndani ya uwanja. Sasa kwa hili watu tafsiri kama Simba naye katafuta naye upande wake pia. Simba naye kaja na jingine. Mchezeko tarehe 15 upo pale pale. Hatima ya mpira inaingia Shimoni. Mhm. huyu -hmm. matakwa huyu upo pale pale kaungana na bodi. Hatima ya mpira mm -hmm. inaingia Shimoni. Moshi mweusi unaendelea kufanyaje tanda, mm-hmm. Yanga wamesema wachezi mpaka mgutu wafanyaje? mm. <laughs> <Na> kasongo pia. <laughs> mpaka kasongo wafanyaje? Yeah. mpaka kidau wafanyaje? Tunajiuliza, je, hilo linawezekana? lakini TFF wakishirikiana na bodi ya ligi mm -hmm. Kwa nini wasimtaje mtu ambaye amepiga simu au ametoa oda geti lisifunguliwe? mm -hmm. Haya mambo ifiki wakati tukomeshe. Yaani leo wachambuzi wa mpira tumetoka kwenye kuchambua mpira mm -hmm. Tunaongelea kwenye mambo ya kisiasa siasa. Tunaongea kwenye mambo ya kijinai mm -hmm. Tunaongea kwenye mambo ya kiuchumi ambao sofa ni yetu mm -hmm. Kwa sababu swala la TAKUKURU, swala la rushwa, swala la kiuchumi natakiwa mm -hmm. uzungumze wenye elimu ya nini ya kiuchumi mm -hmm. Swala la mtu kiongozi mkubwa siku katoa oda uwanja usifungue ni swala la kisiasa, na anakwambia tiketi wana Simba ukata ziko pale pale. Kati wao kuna tiketi nyingi. Anachofanya eh, Simba unasema. Anachofanya Simba, uh -huh. anachofanya Simba. Uh -huh ni kuchochea moto wa kuni na moto utawaka, haki ya Mungu, mi nakwambia, tarehe kumi na uh -huh. tano tarehe tarehe kumi na tano, taarifa za ndani nilizozipata uh -huh. za ndani uh -huh. kutoka kwenye vyanzo vyangu vya kijasusi za ndani uh -huh. Simba, uh -huh. Simba kashapeleka mguu wa kwanza kasi, kashapeleka mguu wa kwanza kasi Anataka nini? Anataka pointi zake tatu, si kwa sababu si anaamini kwamba Yanga hatokuja uwanjani, umenielewa? Okay. E vizuri, na ndio maana Simba anatumia nguvu, anawaambia hivi, uh -huh. mimi tarehe 15 napeleka mechi, lakini kwa kuwa bodi ya ligi ni Simba, kwa kuwa TFF inaongozwa na watu wa Simba uh -huh. mimi naamini watapeleka uamuzi wao ah. Kumba Yanga alama 15. Yanga alivyosema <laughs> sio alama 15 tu, hata nusu ya alama kitawaka. Hata <laughs> nusu ya alama. Kwa hiyo mtu akatwa alama debi debi kwaomtakatalaaai mataka Yanga ni very simple tu mm -hmm. Yaani Yanga hakutaka mambo mengi kataja mambo manne kamaliza. Eh. Hey. Lakini laki, laki, Dosa, tuangalie dosatuangalie yeah. Kwa nini bodi ya ligi ina inaangalia mamlaka alokua juu kuwa huru kama hivi ah. Yanga unaona ndugu zako Yanga, sasa ongea kama tuwaone. Yanga <laughs> <Sindiyo>? <laughs> Yanga hoja, si ndio? hoja za kimsingi kabisa, za kimsingi. Za kimsingi. Uh -huh. Moja ya hoja ambayo ninafanya nilikubali ni, uh -huh. ni, ni, ni, ni kwa yanga uh -huh. ni kile kitendo afisa barua wa klabu kutoa siri uh -huh. ambayo watanzania wengi walikuwa hawajui kwamba uh -huh. kombe la CRDB si Bank msimu uliopita yanga hakulipwa. Huu zembe ni wa wanani? uh -huh akishirikiana na bodi ya ligi, mmoja kwanza, kamtukanisha mdhamini wa CRDB Bank kama hajatoa hela. uh -huh. Kama mimi siamini kama CRDB Bank hajatoa hela, kwani ile kombe mshindi anapewa bei gani? zaidi ya milioni mia tatu? mm. milioni mia mbili ya Siamini mm. Na kama ingelikuwa haja toa TFF na bodi ya ligi mm. Wao waliingia tena ubio msimu ujao mm. Nimesema kama kweli CRDB banki hakutoa pesa, si ndio kama unavyodai? Kwa nini TFF imekubaliana tena CRB awe ana hozi mashindano ya CRDB banki unalipwa. Kwa hiyo bodi ya ligi wamelipwa, kwa hiyo bodi ya ligi wamelipwa, si ndio? Na maana kuna watu wanadhulumiwa hakika. Na sio hili, kuna mambo ya magumashi mingi yanafanyika, pesa Ehe. za miradi nyingi, na ndio mimi najiuliza TAKUKURU mko wapi? Kila siku si tunalalamika, wewe unajua kazi ya TAKUKURU, TAKUKURU tunajua kazi yake, brother. Mama Samia akatoa zaidi ya bilioni 30 kukarabati tule uwanja kukarabati tu, sio kujenga, kukarabati tu. Tumekuja kupata aibu juzi mechi ya fainali, tumeenda kuipeleka sehemu nyingine nyumbani Zanzibar. Okay. Tatizo TFF na bodi ya ligi. Yes, si ndio mama wa mpira kwa? Okay. Kuna muda mwingine tunajua kabisa huenda tunakosa vitu vya maana katika timu zetu kusababisha ni wapi? Bipo chama chao bipo uhum. Mimi nakwambia bipo uhum. TFF uh -huh. wameinajisi sana serikali sana, Afrika nzima inaona uh -huh. dunia nzima inaangalia Yanga. Mama kapambana amepata udhamini uh -huh. mama amepata uwenyeji wa mashindano ya Afkoni, si ndio? uh -huh. ametuletea Chani, si ndio? si ndio? Sasa unajiuliza kama shirikisho la mpira uh -huh. wa miguu Tanzania TFF wanashindwa kuwa kuwahendo Yanga na Simba, watakuja kuweza Kamerun? watakuja kuweza Nigeria? Mhm. Eh, watakuja kuweza Nigeria? kwa hivyo sijui, haiwezekani, haiwezekani. andaanda hizi sizielewi. Haiwezekani, wametaka kuinajisi serikali na wametaka kutufugusia mashindano yetu ya Chani na Afkoni makubwa Afrika na dunia haya. Aya, mm watu -hmm. wanaangalia masakata yote wanaoendelea, kama mnashindwa kuwaendo Simba na Yanga, mtakuja kuweza na nini? kuwezananiikwenye hmm. jambo lolote mtu mzima huwa anachungulia, anasema huu ndo mustakabali. Yaani ndio mwafaka, tukifanya hivi tumekuwa tumemaliza. Tukiacha hizi production zote, unadhani nini kikifanyika? Tunakuwa tumemalizana na hili. hizi kelele, hapa palipobaki labda tu busara itumike, itumike hapa palipobaki, labda uh -huh. tu tutumie busara, lakini kanuni haitoweza kutatua ili tatizo, uh -huh. wala sheria halitoweza kutatua ili tatizo ndiyo. uh -huh. Sisi tumelelewa kwa misingi ya kibusara, uh -huh. <laughs> busara. busara nalinaisha kibusara busara kwa sababu uh -huh. Tukisema tutumie sheria kumi na ngapi za mpira wa miguu na kanuni uh -huh. Tuchukule mfano Simba amekwenda uwanjani si ndio? tarehe 15 si ndio? na Yanga wamesemaje? katu hata? Wamesema katu mtu uh -huh. na asikate hata nusu ya alama vita wamezihirisha kwamba wametangaza vita. Simba na Yanga wataitwa tena mezani kwamba walimalize mechi hiyo. Busara. Hapa kanuni tena ya la sheria itajiki hmm. Kwa sababu ukisema utumie sheria na kanuni, bodi ya ligi atakuwa iondoke. Ah okay. Bodi ya ligi. Tukisema ali... tutumie sheria na kanuni sifu mguto atakui kuwa pale kwenye kile cheo. ndio mlatibu si sindio? Tukisema tutumie sheria na kanuni, tunaweza tukahoji mpaka rais nani, rais wa shirikisho, sababu kwenye uchaguzi uliopita alisema kwamba wengine wajibu kusoma na kuandika. Hem 15 tupo pamoja eh. Tukisema tutumie sheria hata rais wa shirikisho pia tutafanya. Yanga wameona haya kumtaja wale Iskaria. Okay kwa awa, awa, sababu kidao kupigiwa kura sindio, kupigiwa kura. mm -hmm. kura kidao kaambiwa na yeye, kaa jana mlikuwepo pale Karume. mm -hmm. kila kiongozi wa bodi ya ligi anatoka na kuambia ushi. bodi ya ligi ina msemaji Boimanda, Boimanda kiulizwa oh, swala liko kwenye kitengo sasa. <laughs> kuna mpira hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, wana habari, wanahabari uh -huh. Hapa tulipofika, hapa tulipofika ni vema busara ikatumika. Tukisema tutumie sheria, Ndiyo. Tukisema tutumie na kanuni, Ndiyo. Sheria kwanza tutamwambia afisa atakukuru kaa pale tueleze ni nani huyu, sindio? Kamanda maalum wa polisi kaa pale tueleze ilikuwaje hii, sindio? hafu tunaita wale shirikisho wote hawskani ndio maana nikasema uh -huh. Yanga kwa upande wao wanahoja lakini hoja hizi tukisema kwamba tuzitumie sheria na kanuni uh -huh. tutafyeka alama zote za timu alizokusanya msimu huu na nimeona wamesema hawatocheza uh -huh. mchezo wa finali. Yanga wagovizisi uh, wagomvi <laughs> na vita tunaviweza. <laughs> Lakini sio hivyo tu uh -huh. Wamesema kabisa msimu ujao kama kina Boy Manda, kina Mbuto, kina Skidawa atondoka eh, hatutoshiriki ligi msimu ujao. Kuna nini hapo? Naonaje hapo, Busara hey! tu itumike itumike tu mambo yaishi Busara, na Simba wamesemaje eh? Na Simba wamefanyaje? Timu tarehe 15. Unafikiria kutatokea nini? Tusubiri mpaka tarehe 15. <laughs> Lakini kwa hapa tulipofika pata tuweka pabaya mpaka sisi wazungumzaji wa mpira wa vijiwenu sana. Asante sana.